Malengo ya dini haikome kwa sababu ya wewe kufa ya dini yameendelea hata kama ukawa haupo, lakini kama umejenga umekontribue kutoa uwanja umemsaidia mwanazooni umeweka taa msikitini na kuletea malipo sasa ya misikiti, ni wakati utakuwa umeachana na dunia, unakuwa chini ya matabaka ya udongo, kilo cha udongo makumi tisa na tisa. Hakuna rukuu, hakuna sijida, umewekwa katika nyumba ambayo haina mlango, haina chumba, hutageuka ndani, huombe maji, ukalazwa kabahu Oh, pale ndo fadhila ya misikiti inakuendea. Pale ndo fadhila ya kukirimu wanazuoni inakuendea. Pale ndo fadhila ya kuishi na watu vizuri inakuendea. Pale ndo fadhila ya kufunza ilmu inakuendea. Pale ndo fadhila ya wawe kusali usiku na mchana inakuendea, inakuja katika sadaqa aljariya. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema man bana masjidan

Tanguliza zawadi yako kwa Mwenyezi Mungu subhanahu ta wa ta'ala. Ukiwa na uwezo weka kifakio msikitini msikiti. Ukiwa na uwezo kafuta atamaji ya msikitini. Ukiwa na uwezo somesha watoto msikitini. Ukiwa na uwezo saidia mafakiri na mafuqaraa msikitini. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hawezi kamwe kupoteza amali yako. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, sifa ya dhulma haijawahi kumpata hata ndotoni.